Wamepata nafasi, lakini kuna wengine ambao e, pengine tunasema hawakupata nafasi na, na tunaamini unapokubali kushindana, jua kuna mshindi ambaye anatakiwa kupatikana e, mara baada ya mchakato huo kumalizika kwenye kura za maoni na mchakato mwingine yote iliyopita huko awali, vijana mmewajenga kwa namna gani kuwa wamoja? Sasa A, sisi tuna slogan yetu, uh, kwamba akishinda mmoja kimeshinda chama mm. Kwa sisi ambavyo vijana ambavyo wao tunaingia kwenye mchakato mzima wa uchaguzi ndani ya chama huwa tunatambua kwamba atakaye shinda kimeshinda chama mm-hmm. Hilo tu sisi ni msingi imara na silaha kubwa sana ndani ya chama chetu, kwa sababu nafasi inatakiwa moja, wanaingia vijana labda watano, lazima patikane mmoja kwa vyovyote vile, lazima patikane mmoja. Lakini sisi tume, tumetengenezwa katika misingi ya kukubali matokeo, lakini ya kuamini maamuzi ya wajumbe ambao wame, wameyatoa yale matokeo. Kwa hiyo sisi ambacho tunakifanya baada ya uchaguzi tena, tunakutana tunavunja yale makundi, kwa sababu always kwenye uchaguzi lazima kuwe kuna makundi. Hilo haliwezi kupingika, uchaguzi wowote lazima kuna makundi. Kwa hiyo tukishamaliza uchaguzi yale makundi yote tunaungana tunakuwa kitu kimoja, na ndio maana unaweza kuona watu waligombea udiwani wawili na mgombea mwenza anasimama kwenye jukwaa kumnadi mwenzake mm. Kwa hiyo sisi kwetu sio big deal, ni jambo la kawaida sana ambalo yeah. huwa linaisha mapema sana. Kwa hiyo Mari, unakiri kwamba eh, kwa upande wa wilaya ya Iringa vijijini sasa hivi, tukienda tukazungumza na vijana ambao pengine walitia nia, wale ambao majina yao hayakurudi na wale ambao majina yamepata nafasi ya kurejea, hakuna eh, tunasema misuguano yote, yani kuto, eh, kutokuelewana kuna Hakuna. Choko, choko zote na kwenye... Sisi, sisi kwenye wilaya yetu hakuna jambo hilo mm. Sisi tunatembea katika mstari mmoja mm -hmm. Tumeshasema uchaguzi wa kura za maoni umepita mm. Sasa hivi jambo tulilonalo mbele yetu ni kuhakikisha chama ndo kinashinda kwa sababu mm -hmm. Saizi tukiendekeza hayo makundi na nini tayari tunakibomoa chama tayari tutafifisha kura ambazo zilikuwa zinategemewa kupatikana kwenye chama, kwa hiyo ndo maana sisi kwenye kama vijana tumehamasishana yale yote ya ishe, na ungepata nafasi ya kuhudhuria kwenye mikutano yetu, ungeona ningekwambia, huyo huyu alikuwa kule, huyu alikuwa kule, u, kule, lakini sote tuko mstari mmoja, mstari yeah. mmoja namna wasapoti vipi? Sasa hao ambao e, pengine wamepata nafasi sasa uh, kusapoti ni kutafuta kura, na ndio maana kama vijana sasa hivi tuna wilaya Iringa vijijini, umoja wa vijana tuna programu yetu ambayo itaanza kesho kutwa, tunasema e, toka nitoke Oktoba tukatiki. Toka nitoke, na mimi nitoke, mm. Oktoba tukafanya nini? Tukatiki tukatiki. Tukatiki. Mm. Yaani mkatiki sasa nyie, sote hata hey, wewe tutakufikia tu, yaani mwananchi wote tutamfikia, tutaenda kuhamasisha huko kwenye mitaa kuhakikisha Oktoba atoke, nitoke, tuende mm. tukatiki na naona okay. yeah, but... ni miongoni mwa uh, labda slogan ambayo inawabeba kwa kiasi fulani inatubeba mm. na sisi sisi vijana wa Chama cha Mapinduzi sio wabaguzi. Mm. Sisi tunamfikia kila mtu na tutaenda hata kwa yule mpinzani, tutaenda kwa si na chama tutamwambia toka. Mm. nitoke Oktoba. Yeah. Pengine sasa utusaidie Omary, ushirikiano wenu nyie, wewe kama kiongozi pamoja na vijana ambao unaongoza UVCCM na vyama vingine, ukoje, kwa sababu tunajua ajenda tulionayo, na kwa mujibu wa, vi, uh, kwa mujibu wa msajili ama tume huru ya taifa ya uchaguzi kwa viz, uh, vile vyama ambavyo vimekizi vigezo vya kwenda kuweka uh, wagombea kuania nafasi mbalimbali za uongozi na kwenda kutoa hamasa sasa kwa vijana wote pasi vyao mnatoa hiyo nafasi na mnashirikiana kwa namna gani? Sisi, mimi binafsi na kama vijana wa Umoja wa Vijana wilaya yetu, amini, na wilaya yetu tunaamini na naamini hii mpaka taifa e, tunaamini wapinzani sio maadui, yani wale ni marafiki, na ndio maana kwenye misiba yao misiba yetu tunashirikiana nao mm -hmm. Kwenye harusi zao harusi zetu tunashirikiana nao mm. Kwenye mambo mbalimbali mbali ya kijamii tunashirikiana nao. Kwa hiyo mm. Sisi tunavyoenda kuhamasisha hata wao tunawafikia vile vile, na ni rafiki zetu kwa sababu kwenye vijio vya kahawa tunakuwa nao, kwenye vijio vya magazeti tunakuwa nao mm. Kwa hiyo sisi hatuna shida nao, na tunaamini kwa sababu chama chetu kinaamini binadamu wote ni sawa na, na wao ni binadamu kama sisi, kwa hiyo tunashirikiana nao kwenye kila aina ya, ya, ya, ya mambo ambayo tunaona yanafaa kwa maslahi ya taifa. Mm-hmm. Okay. Yeah. Huyu ni Omari Chula ambaye tunazungumza naye hapa. Huyu ni katibu wa uhamasishaji na chipukizi UVCCM Wilaya ya Iringa vijijini, tukizungumza naye hapa mambo kadha wa kadha, kubwa zaidi ni kuelekea uchaguzi mkuu ambao unakwenda kufanyika Oktoba 29. Tupe uh, kwa uchache tu hamasa. Sasa hivi tunajua ni kipindi cha kampeni ambapo nyie mna slogan yenu ile uh, ya mafiga uh, matatu. Kuna diwani, kuna mbunge pamoja ha, raisi, na rais. Mnazisaka vipi hizi kura uh, kuelekea uh, kwenye hilo boksi tarehe 29 Oktoba? Uh, kwanza kupitia mikutano ya eh, kampeni; pili kupitia kupitia tunawafikia eh, tuna, tuna, tuna, tuna moja kwa moja wananchi kwenye maeneo yao lakini tatu tunaenda maeneo ya mkusanyiko, kwa mfano kwenye uh, madereva wa bodaboda, tunawafikia wa mama ntilie, wafanyabiashara wadogo wadogo, sisi kote huko tuna, tunawafikia mm. Eh, kwa hiyo kwenye swala la hamasa kwenye upande wetu liko vizuri sana mm -hmm. yeah. mgombea urais kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi, nyie kama vijana ni kwa namna gani sasa mnakwenda kuhakikisha hiyo Oktoba 29 E, yule mgombea wenu ambaye nyinyi mnamhitaji anakwenda kupata nafasi kwa mara nyingine tena. Uh, uzuri mgombea wetu wa urais yeye mwenyewe tayari ana asilimia kubwa sana ambazo zinambeba no. Yani anajibeba yeye kama yeye, kwa sisi vijana tunachochangia ni ni, ni asilimia ndogo sana. Yaani mgombea wetu sisi anajiuza mwenyewe, lakini sisi kama vijana tuna program mbalimbali za kuhakikisha tunamtafutia kura na programu hizo na nyenzo hizo sisi ni kueleza mazuri ambayo yamefanywa na kila mmoja, na kila Mtanzania anaona mazuri yaliyofanywa na Daktari Samia kwenye sekta mbalimbali mm -hmm. Kwa sekta elimu, sekta ya afya na kila sekta tayari Daktari Samia amegusa vilivyo, na ndio maana sisi tuna program ambazo zinaenda moja kwa moja kuwaeleza wananchi, mnakiona hiki e, mnaona kituo cha afya, mnaona shule hii, mnaona ada, watoto wetu hawalipi watu, ada shuleni mnaona hii barabara ilikuwa ya vumbi, sasa hizi ni alami. Kwa ni vitu ambavyo daktari Samia kavifanya ambavyo vyenyewe vinajieleza kumpa kura. mm -hmm. Ndio, na wakati tunatamatisha, alikuja mgombea urais kupitia tiketi ya Chama Cha Mapinduzi. Tumeona hata mgombea mwenza pia alikuja hapa mkoani Iringa, vijana walimpokea kwa namna gani? Tulimpokea vizuri sana, kama mm -hmm. ulihudhuria mikutano mm -hmm. yake iwe ya Karenga na hapa Iringa mjini, utaona ni kwa namna gani vijana tulivyokuwa tuna, tuna, tuna, tuna shangwe tulivyokuwa tuna shauku kubwa ya kumpokea, lakini tulivyokuwa tukionyesha bashasha na tabasamu la kutosha kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Sawa, wakati tunatamatisha, una lipi la kumwacha msikilizaji? Eh, wakati huu akikubwa tarehe 29 Oktoba, Watanzania wote na wananchi wote hasa wa mkoa wetu wa Iringa wilaya yangu ya Iringa vijijini wajitokeze kwa wingi sana tarehe 29 kupiga kura za ndio, mm. lakini ninawaomba sana wamchague mm. Daktari Samia wa bunge wa CCM na madiwani wa CCM. Shukrani sana Omari, mimi nikutakia wakati ule mwema, wakati mwingine tena tukikuhitaji usisite kuja kujumuika nasi. Nashukuru sana asante msikilizaji, mpaka kufikia hapo mimi sina